Hapo katikati ya kijiji cha Ndu ambapo jua lilimwaga mwanga wake wa dhahabu juu ya mashamba yasiyo na mwisho na sauti ya watu wakiponda fufu ilisikika angani aliishi mwanamume aliyejulikana kila mahali Kene. Jina lake lilikuwa la heshima kwa wengine na la chuki kwa wengine, likinong'onwa na wanaume wenye wivu na wanawake walioumizwa. Kene alikuwa mfano wa tamaa na tabasamu lake likiwafanya wanawake kutetemeka. Alitembea kwa kujiamini, macho yake yakibeba ahadi ambazo hakuwahi kutimiza. Wanawake walimgombea, si kwa sura yake tu, bali kwa maneno yaliyoenea haraka kama moto. Uvumi kuhusu wanaume wake wa kipekee, kuhusu usiku uliowaacha wanawake wakiwa wamepagawa, wakiamka kwenye mikeka mitupu na mioyo iliyovunjika. Asubuhi hiyo ya hatima, Kene alitoka kwenye kibanda chake, akinyosha mabega yake mapana, mwanga wa jua la asubuhi ukikumbatia ngozi yake yenye mng'ao. Alifunga shuka yake kiunoni, kifua chake kikabaki wazi na akanyoosha shanga shingoni mwake. Wanawake wa kijiji, wakihangaika na shughuli zao, walijikuta wakimtazama kwa jicho la wizi alipokuwa akipita. Mwanamke mmoja mzee alitingisha kichwa na kumnong'oneza mwenzake, mtazame tu, akijiona kama tausi. Leo atavunja moyo wa nani tena? Lakini Kene alitabasamu tu, akijua kuwa kabla ya usiku kuingia mwanamke mwingine angeanguka kwa maneno yake matamu na ahadi hewa. Alipokuwa sokoni macho yake yalikutana na ya msichana mrembo aliyekuwa akiuza viazi vikuu. Msichana huyo akapigwa na aibu, akageuza uso wake mbali, lakini tayari Kene alikuwa amefanya uamuzi wake, atakuwa ushindi wake mwingine. Jua lilipotua, mwangaza laini wa dhahabu uliitawala ndu. Upepo mwanana ulileta harufu ya mahindi yaliyochomwa na divai tamu ya mnazi, huku sauti za vicheko vya watoto na ngoma za mbali zikijaza anga. Oluchi msichana mpole wa miaka 22 alikaa nje ya kibanda cha familia yake akifuma kikapu kwa vidole vyake laini. Ngozi yake iling'aa katika mwanga wa jioni, midomo yake laini ikiwa imebanwa kwa umakini. Tofauti na wanawake wengine wa kijijini, Oluchi alikuwa mtulivu na mwenye haya, mara nyingi akijiweka kando. Alikuwa na aibu juu ya kigugumizi chake kidogo, akiamini kuwa kilimfanya asiwe wa kupendwa. Lakini kisha kene akaja, maneno yake laini kama mafuta ya mawese yaliyeyusha hofu zake zote. Alimfuata kwa miezi akimwahidi mapenzi, ndoa na maisha ya pamoja. Jioni hiyo, Kene alituma ujumbe kuwa anataka kukutana naye peke yao kando ya mto. Moyo wake ukapiga kwa kasi, leo hatimaye angejitolea kwake, akiamini kuwa ingethibitisha upendo wao milele. Mto ulimeremeta chini ya mwanga wa mwezi ukirejesha taswira ya mitende iliyosimama tulieli kwenye upepo wa usiku. Oluchi alisimama kando ya mto, mikono yake ikiwa imeunganishwa kwa wasiwasi, akisubiri. alivaa shuka laini ikishikilia mwili wake wa kupendeza, nywele zake zilizopambwa na shanga za dhahabu zilimwagika mgongoni mwake. Kisha Kene akatokea, alijitokeza kutoka gizani, ngozi yake iking'aa chini ya mwanga wa mwezi, macho yake yakimtazama kwa nguvu iliyomfanya apumue kwa shida. Oluchi wangu, alinong'oneza kwa sauti tamu kama asali iliyoyeyuka. Msichana huyo akasonya kwa aibu, lakini Kene akainua kidevu chake polepole pole, akamfanya amtazame moja kwa moja. Wewe ni mwanamke mzuri zaidi katika kijiji hiki, unajua hilo. Moyo wa Uluchi ulianza kupiga kwa kasi. Hakuna mwanamume aliyewahi kumwambia hivyo. Alijaribu kujibu, lakini kigugumezi chake kilimfanya asiti Kene alitabasamu tu akiipapasa midomo yake kwa kidole gumba. huna haja ya maneno, mpenzi wangu, usiku wa leo ni kuonyeshe jinsi unavyonihusu. Na chini ya mashahidi wa mtu Kene akamtoa Oluchi ubikira wake. Siku zilipita Oluchi akamsubiri Kene akiamini kuwa angerudi ili kuthibitisha mapenzi yao, lakini hakuwahi kurudi. Tabasamu lake lililokuwa la kung'aa likapotea, macho yake yakawa matupu na yanayolowa machozi. Siku moja jioni alimuona sokoni akicheka na kumtania msichana mwingine. Moyo wake ukapasuka vipande vipande. Ki kene, alingonga kwa sauti dhaifu ikitetemeka. Kene aligeuka, uso wake ukiwa baridi na usio na hisia. A Oluchi, unataka nini? aliuliza kwa sauti isiyo na shauku. Alijisikia kizunguzungu, tumbo lake likimwasha kwa uchungu. Lakini ulisema unanipenda, ulisema tutakuwa pamoja. Kene akacheka. Mapenzi a Olichi, ilikuwa usiku mmoja tu. Usiniambie ulilichukulia serious. Dunia ilianza kuzunguka, minong'ono ya waliokuwa karibu ikamkata moyo kama visu vya moto. Magoti yake yalilegea, akaanguka chini, uzito wa usaliti ukimwelemea moyo. Usiku huo ulikuwa wa ajabu katika kijiji cha Nduu. Hata panzi walionekana kunyamaza, kana kwamba walihisi jambo lisilo la kawaida. Mwezi ulitandika mwangaza wake wa fedha juu ya ardhi, ukifanya kila kitu kionekane kama kivuli cha roho zilizopotea. Hewa ilikuwa nzito na kimya, kana kwamba miungu wenyewe walikuwa wakitazama. Kene alitembea kwenye njia ya vichaka peke yake, hatua zake nyepesi na zenye kujiamini. Alikuwa akihumiza wimbo alioimba kwa wanawake wengi hapo awali. Hakuna chochote kilichomsumbua moyoni mwake, mawazo yake yalizingatia tu mtego wake ujao. Lakini usiku huu ulikuwa tofauti. Kulikuwa na hali isiyoeleweka, hisia ya kutisha iliyojaa angani. Chini ya mti mkubwa wa udara akamwona mwanamke. Alikuwa ameketi meketi, mgongo wake ukiegemea kwenye gome lenye nguvu. Alikuwa wa kipekee, mrembo kupita maelezo. Uzuri wake ulionekana kama wa kiumbe kisicho cha dunia hii. Ngozi yake ilikuwa laini kama jiwe la oniksi lililopigwa rangi, iking'aa taratibu chini ya mwangaza wa mwezi. Midomo yake minene ilitetemeka, machozi kimya kimya yakitiririka, sura yake nusu ikiwa imejificha kwenye vivuli vya mti. Nywele zake ndefu nyeusi na zilizochanwa kwa wepesi zilianguka mgongoni mwake zikipambwa na shanga ndogo za dhahabu zilizomeremeta. Moyo wa Kene ulipiga kwa kasi. Huyu hakuwa msichana wa kawaida. Uzuri wake ulikuwa wa kustaajabisha, kama sumaku ambayo hangeweza kuikwepa. Kwa nini unalia? aliuliza akimsogelea, sauti yake nzito ikiwa na mguso wa huruma ya uongo. Mwanamke huyo alipenga pua polepole pole na kumtazama kwa macho makubwa yenye huzuni. Nimepotea, alijibu kwa sauti laini, kama mng'ao wa upepo mkavu kwenye majani yaliyokauka. Kenny akatabasamu kwa ujanja. Hii ilikuwa rahisi sana. Umepotea? aliuliza akinyosha mkono wake. Njoo, nitakupeleka mahali salama. Mwanamke huyo alisita akitazama mkono wake uliokuwa umejaa matarajio. Kwa muda mfupi, macho yake yalipaa mng'ao wa dhahabu, lakini kilichotokea kilikuwa cha haraka sana, kene hakukiona. Hatimaye mwanamke huyo alitikisa kichwa na kushika mkono wake. Mara tu vidole vyao vilipogusana, baridi kali ilipenya kwenye uti wa mgongo wa Kene, lakini aliipuuza. Alidhani amemteka mrembo mwingine. Usiku ulitanda juu ya kijiji cha Ndu ukalifunika kwa giza zito. Hewa ilikuwa nzito, kimya cha kutisha kikichukua nafasi ya kelele za panzi na majani yaliyokuwa yakipepea. Kene alikuwa amelala juu ya kitanda chake cha mianzi, tabasamu la ushindi likicheza usoni mwake. Mwanamke wa ajabu aliyemvutia usiku huo hakuwa kama yeyote aliyewahi kumgusa. Uzuri wake ulikuwa wa kipekee kana kwamba haukuwa wa dunia hii na tendo waliloshiriki lilikuwa kali kupita maelezo. Lakini sasa alikuwa ameondoka. Kene aliketi kitandani, macho yake yakipepesa, huku akitazama chumba kilichojaa mwanga hafifu wa taa ya mafuta. Moyo wake ulianza kupiga haraka, hewa ndani ya chumba ilihisi kuwa nzito, ikimkaba mwili. Wake ulihisi tofauti. Aliponyoosha mkono wake kushika kanga yake, ghafla maumivu makali yalipenya tumboni mwake. Tabasamu lake lilifutika. Maumivu hayo yaliongezeka, yakizunguka mwili wake kama sumu. Alishika tumbo lake kwa nguvu, pumzi yake ikikatika. Alafu sauti nzito yenye kutisha ilisikika ndani ya chumba hicho, sauti iliyomfanya ahisi baridi kali ikiingia kwenye mifupa yake. umechukua kutoka kwa wengi Kene, sasa kitu kitachukuliwa kutoka kwako. Macho ya Kene yalipanuka kwa hofu, mikono yake ilitetemeka aliposhika kiuno chake na alihisi uvimbe wa ajabu. Maumivu yalikuwa makali zaidi Akaanguka chini mwili wake ukitetemeka, akipiga mayowe ya uchungu yaliyochana kimya cha usiku. Kijiji kizima kilishtuka kutoka usingizini, sauti za watu zikipanda juu kwa mshangao. Kene, kuna nini? mtu mmoja alipiga kelele nje. Wanavijiji walikimbilia kwenye kibanda chake wakiwa na taa za mafuta zinazowaka, lakini walipoingia ndani walichoona kiliwafanya washike pumzi zao kwa hofu. Kene alikuwa chini, mwili wake ukiwa umelowa jasho, kanga yake ikiwa imejaa damu. Ume wake ulikuwa umevimba kupita kawaida, ngozi yake ikivutika kwa maumivu makali kana kwamba kitu kilikuwa kinataka kupasua kutoka ndani. Macho yake yalijaa damu, mishipa yake ikionekana kama inataka kulipuka. Alionekana kama mtu aliyelaaniwa. Alipiga mayowe tena, sauti yake ikiwa nzito na ya uchungu wa hali ya juu. Miungu wanamwadhibu. Mzee mmoja alipiga kelele. Wanawake walifunika midomo yao kwa hofu, na wanaume walirudi nyuma, macho yao yakiangaza uoga. Kene alinyosha mikono yake akiomba msaada, lakini hakuna mtu aliyesogea, hakuna aliyethubutu kumgusa. Ndipo ukweli ukampiga: hii haikuwa ugonjwa wa kawaida, hii ilikuwa laana. Kilio cha maumivu cha Kene kilienea kijijini, kikitetemesha mioyo ya watu. Alilala katikati ya uwanja wa kijiji, mwili wake ukiwa umelowa jasho misuli yake ikitetemeka kwa maumivu makali yasiyovumilika. Tabasamu lake la kiburi lilikuwa limepotea sasa, uso wake ulikunjamana kwa mateso. Ume wake ulikuwa umevimba kupita kiasi, hali isiyo ya kawaida, ikiwa ukumbusho wa dhambi zake. Wanakijiji walikusanyika wakinong'ona kwa hofu na kuchukizwa. Wanawake aliyowahi kuwadanganya walikuwa mbele, mikono yao ikiwa imevukwa kifuani, nyuso zao zikiwa na hasira na kuridhika kwa pamoja. Hata wanaume waliowahi kumwonea wivu sasa walimtazama kwa huruma na dharau. Mwisho wa uwanja, chini ya mti mtakatifu wa iroko, wazee wa kijiji cha Nduu walikaa kwenye viti vilivyopambwa kwa nakshi. Walikuwa watu wenye busara, ndevu zao nyeupe na macho yao yakiwa yameshuhudia hatima nyingi zikitimia. Walikaa kimya, nyuso zao zikiwa nzito na zenye uzito wa tukio hilo. Mzee Okonko, mkongwe kati yao mwenye mikunjo mirefu usoni na ndevu ndefu nyeupe hatimaye alizungumza. Sauti yake ilikuwa thabiti kama upepo wa dhoruba inayokuja Kene, miungu imekuletea adhabu inayostahili dhambi zako. Umewavunjia heshima mabinti wa ardhi hii, ukageuza upendo wao kuwa aibu, ukiwaacha wakiteseka, huku wewe ukitembea bila madhara. Lakini miungu imezungumza, sasa unateseka kama walivyoteseka. Kene aligugumia kwa maumivu, vidole vyake vikichimba mchanga wakati mawimbi mengine ya mateso yakipenya mwilini mwake. Tafadhali nisaidieni, alilia kwa sauti ya uchungu na kukata tamaa. Wazee walitazamana kabla ya mzee Okonko kuendelea. Mtabiri ameongea, kuna njia moja tu ya kuondokana na mateso haya. Lazima uwatafute wanawake wote uliowahi kuwaumiza, uwaombe msamaha na upate mmoja wao atakaye kukubali kuwa mume wake. Hapo tu ndipo laana hii itaondolewa. Mshtuko ulienea kwa umati. Wanawake walitikisa vichwa vyao kwa dharau. Wanaume walinong'onezana, nani angemkubali? Kene aliyelaaniwa. Moyo wa Kene ulipiga kwa kasi, kuomba msamaha, kuoa mmoja wao Wanawake aliyowahi kuwachezea na kuwatupa. Alitazama pande zote, macho yake yakiwa yamejaa maumivu na aibu. Nyuso zilizoelekezwa kwake zilikuwa baridi, hazikuonyesha huruma. Mama yake aliyesimama pembezoni mwa umati, machozi yakitiririka usoni mwake, alimuonea huruma, lakini hata yeye alijua huu ulikuwa mzigo wake kubeba. Wazee walinyanyuka, uamuzi wao ulikuwa wa mwisho. Hatima ya Kene sasa ilikuwa mikononi mwake mwenyewe. Mwili wa Kene ulitetemeka kwa maumivu alipokuwa akitembea kijijini, mwili wake uliowahi kuwa na nguvu sasa ukiwa dhaifu kutokana na usiku wa mateso usio na usingizi. Hali ya kuvimba ilizidi kuwa mbaya, na kila hatua aliyochukua aligugumia, huku akishika shuka aliyovaa kiunoni. Ngozi yake nyeusi iliyowahi kung'aa kwa kujiamini sasa ilitiririka jasho, mabega yake mapana yakiwa yameinamia mzigo wa dhambi zake. Kwa mara ya kwanza maishani mwake, Kene alinyenyekea. Mama yake, Mama Nena, alimfuata kwa nyuma, macho yake mekundu kwa kulia, mikono yake ikiwa imeunganishwa katika sala ya dhati kwa miungu. Alikuwa mwanamke imara, anayejulikana kwa busara na heshima. Lakini leo, aliomba kwa unyonge, sauti yake ikitetemeka, alipomwomba msamaha mwanamke wa kwanza aliyewahi kuumizwa, Oluchi. Oluchi alisimama mlangoni kwa nyumba ya baba yake, uso wake uliojaa uzuri zamani, sasa ukiwa mgumu kwa maumivu na usaliti. Majeraha ya moyo wake bado yalihisi, na ingawa alikuwa ameendelea na maisha yake, kumuona Kene kulimrudisha kwenye kumbukumbu za aibu yake. Tafadhali, binti yangu, Mama Nena aliomba, akipiga magoti. Msamehe mwanangu, analipa kwa dhambi zake, na ni huruma ya wale aliowaumiza pekee ndiyo inaweza kumuokoa. Kene aliyowahi kuwa mwenye kiburi alijinyenyekeza chini paji lake likigusa ardhi yenye vumbi. Oluchi, nilikuwa mpumbavu, sauti yake ikiwa na ukavu wa mateso. Nilikuumiza na nastahili adhabu hii. Lakini tafadhali, ikiwa kuna hata chembe ya huruma moyoni mwako, nisamehe. Kimya kizito kilitanda hewani huku Oluchi akimtazama Kene aliyekuwa amevunjika mbele yake. Wanawake wa kijiji waliowahi kugombania upendo wa Kene, sasa walimtazama kwa mshangao. Polepole pole, Oluchi alisogea mbele na kuweka mkono wake juu ya moyo wake. Nimekusamehe, Kene, alitamka, lakini macho yake yalibaki mbali, yakiwa na kumbukumbu za maumivu. Lakini Kene alipoinua kichwa chake kwa tumaini, Oluchi aliendelea, lakini sitasahau kamwe. Tumaini lake lilifutika mara moja, kwani mwanamke baada ya mwanamke alikataa ombi lake la ndoa hakuna aliyekuwa tayari kuishi na mwanaume aliyewahi kucheza na mioyo yao. Ingawa walimsamehe, majeraha yao yalikuwa makubwa sana kuponywa na maneno tu. Kene alijawa na huzuni kama wingu la dhoruba lililomzunguka. Jua lilianza kushuka polepole pole, likipaka anga rangi laini za machungwa na dhahabu. Kijiji cha Ndu ambacho hapo awali kilijaa vicheko na mazungumzo, sasa kilikuwa kimya, watu wake wakiwa wamechoka baada ya siku ndefu. Lakini katikati ya kijiji, mwanamume mmoja hakuwa na amani. Kene alikaa kwenye kigoda cha mbao nje ya nyumba ya mama yake, mabega yake yaliyowahi kuwa ya fahari sasa yakiwa yameinama kwa huzuni. Ngozi yake nyeusi na laini ilikuwa imetiririka jasho, mwili wake ukitetemeka kwa maumivu yasiyovumilika. Laana aliyopewa na pepo la nyoka ilikuwa imezidi kuwa mbaya uume wake ambao zamani ulikuwa chanzo cha kiburi chake sasa ulikuwa mzigo mzito wa uchungu. Mama yake Nena alisimama kando yake, macho yake yakiwa yamejaa huzuni. Alikuwa ametumia siku nyingi kuwaomba wanawake wa kijiji, akiwalilia wamwokoe mwanawe, lakini hakuna aliyekubali kuwa mke wake. Ameumiza wengi sana Walisema acha astahimili mateso yake. Ghafla sauti ya hatua nyepesi ilisikika. Mwanamke mmoja alitokea kutoka kwenye vivuli vya mitende mirefu. Adaora, msichana kipofu, alitembea kwa tahadhari, akiongozwa tu na sauti ya pumzi zao. Alijulikana kijijini kwa uzuri wake licha ya ulemavu wake. Ingawa macho yake yalikuwa yamefunikwa na ukungu wa upofu, yalibeba joto la faraja isiyoelezeka. Nitamuoa. Sauti yake ilikuwa nyororo, lakini thabiti ikiwa na nguvu iliyotuliza hata upepo wa usiku. Kene alinyanyua kichwa kwa mshtuko. Mama yake alipigwa na butwaa, akifunika mdomo wake kwa mshandao, kwamba mwanamke kipofu, mtu pekee ambaye Kene hakuwahi kumtongoza, hakuwahi kumdanganya wala hata kumzingatia, ndiye aliyekuwa tayari kumwokoa. Lilikuwa jambo la kushangaza na la kumdhalilisha. Kwa nini? Kene aliuliza kwa sauti dhaifu, koo lake likiwa kavu kwa mateso ya siku nyingi. Adaora aliinamisha kichwa chake kidogo, kana kwamba anaona kitu ambacho wao hawawezi kuona. kwa sababu hata waovu wanastahili nafasi ya pili, alinong'ona. Nena alianguka magotini akilia kwa shukurani, huku kene akimtazama adaora, mwanamke ambaye huenda akawa wokovu wake. Jua liling'inia chini ya ngani likitupa mwanga wa dhahabu kwenye uwanja wa kijiji cha Ndu. Ngoma zilipigwa kwa nguvu zikitetemesha ardhi, huku wanakijiji wakikusanyika wakiwa wamevalia shuka za rangi angavu na shanga za matumbawe. Tukio la harusi isiyo ya kawaida, sherehe iliyosababishwa na kukata tamaa, kivuli cha dhambi za zamani na hatima isiyo na uhakika. Katikati ya hayo yote, alisimama Kene, aliyewahi kuwa fahari ya kila mwanamke, sasa akiwa mtu aliyekunjamana tabasamu lake la dharau lilikuwa limepotea, likibadilishwa na wasiwasi na uchungu. Macho yake meusi ambayo zamani yalijaa kiburi sasa yalibeba unyenyekevu aliyokuwa hajawahi kujua. Mbele yake alisimama Adaora, mwanamke aliyekubali kuwa wokovu wake. Uwepo wake ulikuwa mpole lakini wenye nguvu, mwanamke wa hekima, neema na uimara usioonekana. Wazee wa kijiji walikaa kwenye nusu duara, nyuso zao zikiwa kali na zenye shaka. Hawakusahau maumivu aliyosababisha Kene kwa binti zao. Sherehe ilipoanza, mama yake Kene alijitokeza, uso wake uliojaa mikunjo ukiwa umejaa mchanganyiko wa furaha na huzuni. Aliweka mikono yake juu ya mabega ya mwanawe akinong'ona, mwanangu, miungu na iangalie roho yako leo na ikupe amani. Kene alimeza mate, koo lake likiwa kavu, nafsi yake ikiwa na mzigo mzito. Je, miungu itamsamehe? Kiongozi wa wazee wa kijiji alisimama mbele akishikilia mtungi wa divai ya mnazi, sauti yake ilisikika wazi. Kene mwana wa Ifeanyi, umeumiza wengi. Je, unamchukua Adaora kama mke wako kwa ukweli moyoni mwako na heshima katika nafsi yako? Midomo ya Kene ilifunguka lakini hakuna maneno yaliyotoka. Uzito wa hatia ya zamani ulivuta koo lake, lakini alipomtazama Adaora, uso wake wa amani, uwepo wake usiotikisika, alielewa kuwa hii haikuwa tu kuhusu kujiokoa; ilikuwa safari ya kuwa mtu bora. Nafanya, hatimaye alinong'ona. Adaora aligeuza uso wake kwake, macho yake yasiyoona yakionekana kupenya moja kwa moja ndani ya nafsi yake. Na wewe Adaora, unakubali kumchukua huyu mwanaume kama mume wako? Kimya kilitawala kwa sekunde chache, kisha kwa sauti tulivu na isiyotikisika alijibu, ninakubali. Upepo mkali ukavuma kijijini na ghafla, laana ilikuwa imeondoka. Mwili wa Kene ulitetemeka, pumzi yake ikakatika, halafu kwa ghafla, uchungu wote ukatoweka. Ume wake uliovimba na kumtesa kwa wiki kadhaa ulirejea katika hali ya kawaida. Kijiji kizima kilishangaa kwa mshtuko. Wazee walisimama kutoka kwenye viti vyao, wanawake wakashikana kwa mshangao, na Kene akaanguka magotini akijawa na shukrani na hisia kali. Adaora, licha ya upofu wake, alitabasamu kwa hekima. Kene alishika mikono yake, sauti yake ikiwa na ukavu wa hisia, umeniokoa, nitakuheshimu maisha yangu yote. Kwa mara ya kwanza katika maisha yake, Kene alimaanisha ya kila neno. Habari ya mabadiliko yake ilipoenea, kijiji kililipuka kwa nyimbo na ngoma. Wapiga ngoma walipiga kwa nguvu zaidi. Wapiga filimbi wakapuliza kwa kasi na wanawake wakalia kwa furaha. Hata wazee walitikisa vichwa vyao kwa ridhaa. Kene na Adaora walibebwa juu ya mabega ya wanakijiji, mapenzi yao sasa yakiwa ishara ya ukombozi. Nafasi ya pili na nguvu ya msamaha. Usiku huo, wakati mwangaza wa mwezi ulipofunika kijiji kwa nuru ya fedha, Kene alimkumbatia Adaora kwa upendo akimnong'oneza, nilikuwa nimepotea, lakini ndani yako nimepata njia yangu ya kurudi nyumbani. Na kwa mara ya kwanza moyo wake ulikuwa na amani ya kweli.